Wilaya, katibu wetu wa mkoa wa wilaya na wajumbe wa, wa kamati ya siasa na wale ambao mko hapa, kimsingi huo sio mkutano, bali nimekuja leo siku ya mwisho ya uchukuaji wa fomu kuja kuona makada wa chama cha mapinduzi, vijana wa Ruangwa wapenda maendeleo ambao tayari wamejitokeza kuchukua fomu kwa nafasi ya ubunge, baada ya mimi kuwa nimetumikia kwa miaka ni 10 na 15 kutoka mwaka 2010 na <clears throat> sasa nimefika wakati, kwa mshikamano tulioujenga, kutoa fursa kwa wana Ruangwa, wazaliwa wa Ruangwa, wapenda maendeleo waweze sasa <coughs> kuunganisha nguvu hizi ili hii kauli mbiu yetu ya Rwangwa kwa maendeleo inawezekana, ambayo sasa <coughs> Mheshimiwa mwenyekiti amesema imewezekana na tunasonga mbele iweze kusonga mbele zaidi. Nataka mm -hmm, nitumie nafasi hii kwanza kukishukuru chama changu cha Mapinduzi, ngazi ya wilaya na mkoa imefanya kazi wakati wote na chama chetu. Bado mimi ni mwanachama wa CCM, na kwa nafasi niliyo nayo mimi ni mjumbe wa kamati kuu na almashauri kuu ya CCM taifa, bado naendelea nao <coughs> kutokana na majukumu haya, kuwacha nafasi hii na kuwaruhusu wana Ruangwa wenzangu waendelee, wale ambao nilikuwa naona wanapenda kushiriki kwenye maendeleo yetu wale ambao niliungana nao katika kufanya kazi za maendeleo wilaya ya Ruangwa, ambao leo wameshaanza kuchukua fomu. Hawa wote waliochukua no fomu ni wazaliwa wa Ruangwa, wana Ruangwa ambao nimeshirikiana nao kipindi chote cha miaka 15 kwenye so, shughuli za maendeleo. Kwa hiyo kwe, wanakuja kwetu, wanakuja kwenu, wananchi, kuja kuendeleza jitihada ambazo tumezifanya kwa pamoja kuja kuendeleza utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, kuja kuhakikisha kwamba Ruangwa inapaa kwa kasi, na naamini wote wamekuja, kila mmoja na uwezo wake. Tunatarajia jitihada zake binafsi, lakini mshikamano ambao sisi tutawapa na mimi mwenyewe nitakuwa pamoja nao wote pamoja, waliokuja kuchukua fomu <laughs> lakini baada ya mchakato huu, yule ambaye atapewa dhamana ya chama cha mapinduzi kupeperushwa bendera na kuingia madarakani, hatutamwacha peke yake. kwa narwangwa tuone, haya mabadiliko ni ya kawaida, ni safari ambayo Mwenyezi Mungu pia huwa anaongoza. Mwenyezi Mungu amepanga kila mmoja na shughuli zake na namna yake, mwanzo wake na ukomo wake. Kwa hiyo maamuzi haya pia ameongozwa na Mwenyezi Mungu kwa ya njema kabisa na makado waliokuja leo kuchukua fomu na maongozo na mwenyezi Mungu waje kuchukua fomu, lakini mwisho wananchi watafanya maamzi ya kumchukua mmoja miongoni mwao. Kwa tabia tuliojijengea, wanarwangu, huwa hatutengani sisi. Tupoanza mwaka elfbl na kumi tulikuwa tulikuwa na mbili, na baada ya mchakato mimi kuingia madarakani, wale 11 tumeendelea kufanya na kazi nao mpaka leo hii. Kwa leo wanakuja hawa mpaka muda huu, kwa sababu muda baada ya hujaisha saizi wanne, labda wengine watakuja sote. Baada ya kukamilika kwa mchakato, tutaendelea kuwa wamoja. Ni wasihi wa jumbe wa kamati ya siasa, tuwape ushirikiano. Najua kipindi hiki ni kipindi cha mchakato wa vikao labda hawatapata nafasi ya kupita, lakini watakapoambiwa wapite, hamasisheni wananchi kuja kukutana nao ndugu zetu, waatoa maelezo ya namna ambavyo wataweza kuhudumia wilaya yetu ya Ruangwa. Kwa hiyo niwapongeze, ili kuwakabidhi rasmi jimbo la Ruangwa, jimbo la Ruangwa ambalo lina mshikamano wa pamoja wana CCM, lakini na vyama vingine vya siasa tumekuwa tunafanya kazi kwa kauli moja tu Rwangwa kwa maendeleo inawezekana. Na leo wanapokuja hawa wanakuja kuongeza nguvu ya kuweza kuiletea Rwangwa maendeleo. Kwa baada ya kuzungumza haya, nirudie tena, kwa kuwa bado ni mtumishi wa umma, lakini pia kwa kuwa bado ni mjumbe wa kamati kuu ya CCM, bado tutaendelea kwa moja ndani ya chama chetu hapa, ilani rwangwa kuhakikisha kuwa uchaguzi huu mkuu unaokuja, na sisi chama cha mapinduzi tayari tumeshapata wagombea nafasi ya urais ni mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hasani, mgombea mwenza ni mheshimiwa balozi Emmanuel John Nchimbi, na kule Zanzibar ni mheshimiwa Dr Hussein Ali Hassan Mwinyi. Wanaruangwa, Tuendelee kushikamana, tuhakikishe kwamba viongozi hawa hasa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan akiwa anasindikizwa kama mgombea mwenza, Mheshimiwa Balozi Nchimbi, tuhakikishe kwenye mikutano yao tunakuja kwa wingi, tusikilize sera, lakini pia siku ya uchaguzi tuwapigie kura nyingi za kutosha wangu tushajenga msingi wa Ruangwa ni ya mama Samia Sama. Bado kauli mbiu ile ibaki kuwa Ruangwa ni ya mheshimiwa Dr. Samia. Na tutakapopata mmoja kati ya wadau wetu hawa, basi tutaunganisha Ruangwa ni ya Dr. Samia plus huyo anayekuja siimoye. Kwa hiyo niwatakie kila laheri kwenye mchakato huu <coughs> naamini eh, Mheshimiwa mwenyekiti unaendelea kusimamia mchakato huu, katibu unaendelea kusimamia mchakato huu, na kwa kuwa leo ni siku ya mwisho tutapata takwimu halisi ya wale ambao watajitokeza.